Yes. Alhamdulillah. Mimi hapa na iko jua hiyo. Yaani ndio sasa ndio kwanga hii. Okay. Inshallah. Yana rangi ya vya gara tu. Aye. Okay. Shikamo marahaba. Yes. Iko ya Mombasa ni ndani ya gumo Mombasa. Yeah. Eh, kana ziana hizo alama yangu ni mwaka dhasi yako. Of course. Eh, shikamo mama. Marahaba mwanangu. Hali gani? Hali njema. Basi, mimi nashukuru. Uko aje lakini? Niko salama kabisa, mm -hmm. Kwa hiyo masiku ambao basi gari hatukuonana, mm. Mungu akalinda mimi, ulikuwa umelindwa na Mungu, nimelindwa na Mungu kabisa, na Mungu kabisa. Hali na familia vipi yangu? Maisha ya bara nini kula kidheri, maisha ya bara kule basi kidheri kutoka asubuhi mpaka jioni <laughs> Umekipitia kweli? Nikakipitia sana Saradini ni kateremka, nikaingia nika nika Nyandarua kamaliza, nika nikaponda mpaka mandi aulikuwa Nyandarua Nyandarua tangia Saradini, oh gule kwa dush kule, yes Allah, kujua. kulikuwa, kulikuwa kupua kabisa. Ehe. E, huko tukasherekea tukabodaboda kidogo yeah. tukaingiana na mashambiki Yeah. Nikapata huko hata wanatuelewa vizuri watu wanatumanya wanatuelewa na wanatufahamu mi mm. Mm. Nashukuru manake Friday kanipata hapa yeah. saa saba nikashuka hivi yes, kaingia kwenye gari yangu ambayo nilinunua mwenyewe mwenyewe, katoa pesa zangu o, mwenyewe katoa pesa kanunua gari nikanunua gari yeah. Nikaenda nayo wapi hiyo, kaelewa Mombasa sana hapana, eh. Nikaingia nayo kwa lami Okay. Hii ya Mombasa Road. Barabarani. Lami ambayo yeah, imejengwa na ushuru ambao nimetoa mimi wewe mwenyewe. Mimi mwenyewe. Of course. Nikaingia nika Malili. Yeah. kwa petrol station. Malini Ukambani. Eh, Ukambani pale zinaelekea sasa Mombasa. Okay. Nikakunywa mafuta. Yes. Na nikauziwa. Hiyo kipeto imejengwa kwa shamba ambayo iliuzwa na babu yangu mwenyewe. Babu Malili yenyewe ama Mombasani, sasa hapo Malili kwa petrol station hiyo shamba wamejenga kando ya barabara, baba yako akauza, kauzia wale watu babu wa petroli, babu yangu, yangu. Hey, yangu mwenyewe akuelewa? oh, yes, sasa mm. kufika Emali yes, nikanunua ndizi ndizi ambazo niliuziwa na anti yangu mwenyewe. Ndizi ya matoke ama ndizi ya, ndizi ya kukula, hii imeiva e, mwenyewe okay. Kabisa kabisa yes, hiyo ndizi nikanua na pesa yangu wewe mwenyewe mwenye, ambayo nimetafuta bila kopeshwa na mtu safari. <laughs> <laughs> yeah. kufika Mtito Andei yes, nikaingia kwangu nyumbani mimi mwenyewe we mwenyewe, akaingia kwako mali. Nimenunua shamba na pesa yangu wekajenga huko, nikajenga nyumba na pesa yangu mwenyewe, kuelewa mwanangu. Nikaingia pale yes. Nikatulia, nikaitisha maji ichoto kwa kisima. Watulia peke yako ama kwa marafiki? Nikona ni, rafiki yangu anaitwa Mutiso pale. Okay, sasa nikaa yes. Nikaitisha maji kwa kisima ambacho nimechimbisha mimi mwenyewe mwenyewe, akanywa maji na pesa zangu wewe, hiyo kisima hiyo bila kuomba mtu bila kuomba mtu haleluya, nikarudi tena kwa barabara yes, ambayo imejengwa na ushuru ya pesa yako mwenyewe. <laughs> <laughs> sasa hivi nikafika mahali ingine pale karibu Mombasa, inaitwa meli kubwa meli kubwa meli kubwa. Pale niko na chengo hii ya wanyama hii yes, niko nikona yani kisehemu eh e, ambayo nimeweka mbuzi pale zako zangu mwenyewe yeah. nilikuwa nimeambia jamaa anichinjie mbuzi wangu mwenyewe weke kwa ngari hapana e. pike wekulia pa. e pale mwenyewe okay. naikulia kwa shamba yake yeye mwenyewe na hoteli yake. Oh, yeye ni mwenye akachinja, yeye yeah, mwenye akona hoteli. Yako na hoteli. Oh. Alinilimuuzia mbuzi yangu mwenyewe. Hapo kafahamu vizuri. Yes. Akapika kwa hoteli yake mwenyewe. Mbuzi mzima, wewe iko peke yako na mtiso. Nilisema tukule watu wote. Watu wote wengine wapi na hapa? Ah, hoteli mashambiki wote. Mashambiki wote. Ambao wanasikiza station hii yeye mwenyewe. Singila. <laughs> <laughs> Kutoka hapo mtiso akabeba mguu ya mbuzi mzima, yes. Hiyo tunaenda tukitafuna tukifika Mombasa, okay. Kila mtu akalala mwenyewe uh, fika Mombasa sasa, mkafika huko uh, Mombasa kama wataka bara, hey. hey. na kila mtu akawa na room yake peke, peke yake mwenyewe okay. Sasa mimi kitu imenishangaza yeah. Kuna baadhi ya watu kama Miriam Koki. Yes. kina Mesha Kaleli yes, na wengine ambao walienda na SGR yeah, kwa pesa ambao sio yao wenyewe katoa wapi, kuingia katika eh, ile ngari ya moshi, kampuni imesimamia. Na wewe hapana, iko hapana, si gari nimenunua mwenyewe na pesa yako, mafuta ndio ya pesa ya oh, kampuni hiyo uh, the same <laughs> <laughs> kaelewa basi eh, kwa huko na mafuta wenyewe eh. Basi umelipiwa yako, natumia hapo eh, gari na mbuzi, kwa sababu pia yes, hata nyumba ile tulilala yeah. sio pesa yetu wenyewe pesa pesa kambuni, pesa kambuni yeah. Haa, kisha nilishangaa SGR natoka saa tisa yeah. Mimi natoka saa nane na kuna jamu tunafika, na wao mkafikana, wao gari yako maana mpya yeah. lazima mbio yake ikue inaandamana. Tunashukuru Mombasa imekuwa njema, tumefanya mkutano ambao ulikuwa wa hekima sana yes. E, baadae baadaye, kumbe nimejua, kumbe mtu awezi shiba kuku wawili ambao wamekarangwa vizuri kula peke yako huku mzima, eh ee, hey, nikikaa kaa hivi saa nne, kuku unaogelea kidogo, ukiogelea hiyo kuku imeenda na maji hey, ee, na, na, na maji <laughs> <laughs> <laughs> unarudi, anaitisha kuku so kuku mzima wewe kula peke yako, mziko mzima si ama? Kwa sababu kula kuku tatu, ai kwa niko hiki. Sasa ile imekuwa yeah kwa wale tumekuwa mkutano. Yes, ndio sasa nimeangalia kwa invoice bill yeah ile pesa ya kampuni ambayo tumeweza kutumia mke wa wanne watano wa sita wa saba watu kama sita yes. Uh, hivi imenishangaza nikashindwa, kwani sisi hatujui kutumia pesa ya kampuni maanaye, kampuni imetumia elfu mia sita so, mshahara ya watu ya miezi tatu, kila mtu ametumia elfu mia moja hizo siku mbili hizo Siku mbili siku tatu. Tulienda Friday tumerudi jana. Eh, nimerudi tena hivi na Mutiso hivi na, na Emmanuel hapo. Tumefika vizuri. Nale ni vizuri basi Maulana kambariki ule mbosi wetu. Kwa sababu naoneza kama watu wengine wale wengi wamebaki huko elfu mia sita nusu milioni. Ya. Yeah. Tumekaranga hivi. Mkaitumia kwa siku ngapi? Siku mbili, Friday usiku, Saturday na Sunday. Wakati wa kulala kila mtu ako peke yake ambona. mtu ako peke yake. Ana tafuta namna. Hauna Am, namna nyingine. Okay. Pale pale <laughs> ukijaribu kutafuta mtu Unapata mjini. Napata jini pale. Kuna jamaa mwingine kwa anaye Mambasani siku moja, eh. Basi wakati akaendelea, akaenda pambarini kutafuta eh, mwanamke, maana nasikia njoto imemlemea kabisa. Akafika kwa nyumba akapata nyoka mwenyewe, kumbe alikuwa anaenda na jini. Na, mm. Na mimi nikachoka nikamwambia achilie jini irudi kwa machi. Sasa akona, yeye jini inaongea. Kwani wako ama shakufa? Jini kamuma. Utakosaji kulambwa na nyoka nyoka akamlamba, akamlamba na akamuma. <laughs> <laughs> na mlikuwa wapi? Tulikuwa Mombasani pale. Sasa mwenzenu mwenzenu anapolambwa mw, yeye tukaona, akaenda akachukua msichana mzuri pale mbari, kamuuliza huko na hakika, huyo msichana ni wa ukweli. Akanambia hey, msichana tumeongea, nikapata hata ni wa kwetu. Nikamwambia hey, hata njini nitakwambia ni ndugu yako hey. Sasa wewe enda, baadaye baadaye tukashikiana, pika nduru Kufika kwa rumu, shasha kufika pale tukapata na nyoka ikitoka kwa rumu, tukajua ni ule mwanamke. Oh, nyoka inarudi mashughuli, lakini kuja kuaga akaagia akiwa Nairobi. Oh, after kulambwa kulambwa, ni kama aliumwa polepole. Sasa sumu ikaingia kwa polepole. Pole. <laughs> na kweli wanawake ni nyoka <laughs> Watu wengi sana basi wanaromo wote wa, wa baharini ama pale Mombasani. Mombasa ni mwana wengine utapata washangeuka. Mm. Ya. Yeah. <laughs> Wa niona wengine pale kwa beach. Naona. Yeah. Ukiona uki, uki mimi yes. Najua vile naweza test mwanamke kama ni mwanamke ama ukiwa Mombasa ukitaka mwanamke wa Mombasa wana shape. Eh, wako na shape hata kama wametoka bara. Ya. Yeah. Wana shape. Kabisa, wajua tapata kujipanga, wajua kuogelea vizuri. Ya. Watu wako sawa. Kabisa. Sasa, yeah, mimi huwa nakichukua mwanamke Mombasa, yeah, nampatia kitu rahisi sana kujua kama ni nyoka ama, ama ni paka yeah. E, nampatia mswaki mswaki wa meno e, yeah, namwambia sasa, sugua meno kama huku nyuma hakutingiki. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

Lakini like lakini sana. <laughs> <laughs> Ah, thank you. Tutarudi like round hii mrudi nyinyi wengine. Mombasa hii tumefunga. Hiyo utawaisikia sasa, tunaongea mambo ya Dubai eh, bo, eh, Poland Passport.